Irani imekamata meli mbili za mafuta za kigeni katika Ghuba ya Uajemi leo Februari 5 mwaka 2026, ikidai kuwa meli hizo zilikuwa zikijihusisha na uuzaji wa mafuta bila ruhusa. Meli hizo zilibeba zaidi ya lita milioni moja za mafuta yaliyodaiwa kuwa yaliibiwa, na tukio hilo lilitokea karibu na kisiwa cha Farsi eneo lenye kipaumbele cha kiusalama na kiuchumi katika Ghuba ya Uajemi. IRGC imesema kuwa kukamatwa kwa meli hizo ni matokeo ya uchunguzi wa miezi kadhaa ya mtandao wa kimataifa wa uingizaji haramu wa mafuta uliokuwa ukifuatiliwa kwa umakini na jeshi hilo. Wafanyakazi 15 wa kigeni waliokuwepo kwenye meli hizo wamekamatwa na kupelekwa kwa mamlaka za kisheria nchini Irani. Hadi sasa taarifa rasmi hazijataja uraia wa wafanyakazi hao wala bendera za meli, jambo linaloongeza kutoeleweka kwa haraka kuhusu asili ya meli hizo. Iran imesema kuwa hatua hiyo ni kielelezo cha jitihada za kudhibiti biashara haramu ya mafuta ambayo inachukuliwa kuwa tishio kwa usalama na uchumi wa eneo. Tukio hili limeboa wasiwasi mkubwa katika eneo hilo huku uwepo wa kijeshi wa Marekani na washirika wake ukiongezeka na kuimarisha mvutano kati ya Marekani na Irani. Wataalamu wa usalama wa baharini wanasema kuwa kukamatwa kwa meli hizo kunaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta duniani, kwani Ghuba ya Uajemi ni njia kuu ya usafirishaji wa mafuta kwa nchi nyingi za Asia na Ulaya. Aidha, hili linatokea wakati ambapo Irani ina mgogoro wa kisiasa na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya kimataifa na jitihada za kidiplomasia zinapiga hatua polepole. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Irani itachunguza wafanyakazi waliokamatwa na meli hizo kwa kina, huku mataifa yanayohusiana na bendera za meli hizo yawe tayari kushughulikia mgogoro wa kidiplomasia unaoweza kutokea. Tukio hili linaashiria ongezeko la ukali wa migogoro ya kikanda na linaonyesha umuhimu wa Ghuba ya Uajemi katika masuala ya mafuta, usalama wa baharini katika Mashariki ya Kati.